Ha? we mwanamke wewe, wekumba mwanamke chomo, wewe wee we, mwanamke ni mzuri kupita maelezo hakika, mimi nakwambia, I swear God Umefanyani macho yangu, atazame kwa mara nyingine tena na kuitambua dunia yenye uzuri mtukuka. Ndani mpenzi, Mungu akisema achukue roho yangu mm, yangu leo bana, mpenzi, hata kesho atakuwa mezulumu nafsi yangu

nikwambia <laughs> <laughs> <laughs> kitu kimoja rahisi hakika, mm. Siwezi nikamdanganyi mwanamke mzuri ambaye anautibu moyo wangu, isawasawa. Wayi, mm. Nani niahidi kama hautasaliti tena, utakuja kusikia uwanja kutokea

malaya yupo mwondani mbaya, mwanamke wewe kumbe mshenzi. Oh, yes, tena ni mshenzi wa tabia kumbe, mwanamke wewe malaya, si ndio? Umeniambukiza gono kwa hiyo una maisha mimi umetembea na mimi peke yangu. Mbona tunapiga makelele? Kimya, dada, siongei na wewe, naongea na huyu aliyenipa wa ugonjwa. Makubwa hayanihusu. <laughs> Bado ndo kwanza naanza. <laughs> Naongea afu bado unanichukulia poa si ndio? <laughs> Wewe ni malaya tena malaya ah, ni ulivyokuwa unanitongoza, hukujua kama wa kupitiliza baada ya kuyapata kuyapata uhakika. Dada, kila siku kelele ni wewe. Watu tumepumzika ndani, kelele za nini? Alafu kwa nini wewe wewe tu? E, kaka samani, kama mlikuwa mnaona makee mngenda kukaa Masaki. Sisi tunaelewana, aya, mambo hayakuhusu, nisikilize uso starabu, watu wamepumzika ndani. Bwana bratha, sikiliza huyu, nimetoka kula naye jana, leo naamka nenda uani na kojoa zangu, nashangaa na mkojo unaniuma na bado usao unanitoka pia. Huyu kaniambukiza gono, huyu ni malaya Mdogo wangu, ulichokosea kufanya ngono zembe, sio mnielewa? Alafu hilo gono gonjwa kama gonjwa lingine, na kushauri mchukue mpenzi wako mwende mikongeni kwa Annual Pharmacy, pale kuna pharmacy kubwa tu, mkapate tiba, mpate uzima, maisha mengine yaendelee. lazima ni mbona kama unaongea pumba sasa. No, so pumba. Mimi siwezi nikatoka na mpumbavu nikaenda hospitalini, kama umeniambukiza gono utashindwa kunipata hata ukimwe, mpumbavu mkubwa, he. Kwa hiyo uliomshtakia ni balozi au serikali za mitaa? Mdogo wangu, mdogo wangu kila mchumajango o nawakwake. Hili ni la kwako. Acha ni wati na ugomvi wenu <tipa> mi ni mtoto wa kiume tambua mimi ni mwanaume niliyokamilika ni mwanaume ninayefanya ninachokijua mimi nimekutendaeyo kwa sababu ya kukizi ya mahitaji yangu ndio nafasi ya kuwa mwanamke juu yangu Haiwezekani wewe unakuja nyumbani kwangu, unaelewa kabisa uyu ni mwanaume aliyokamilika. Unanitiatia nini? Unanitiatia nini? Unanitiatia kulikweli, yaani nakolia kulikweli na kulia kulikweli, afu unaniacha solemba. Unafikiri solema nikakuelewa au unapenda kwamba mimi ukiondoka nibaki nateseka na lia na kuwaza na kufikiria usiku na mchana? Kwa hiyo wewe ndio furaha yako. Una furahi unaona kabisa mwanaume nimemweza, nimemkomesha, nimempatia pale pale. Asnati, na ukweli ni ngumu, kwa sababu ni mwanamke ambaye nimekuchagua na nimekupenda kutoka moyoni. Nikiuona mwili wako lazima matamanio mimi yaje, na nahitaji hilo tendo. Zangu sasa nikafanyie wapi? Unataka nifanyie wapi? Unakuja unakasirika, unafayj ah, nini? Hunipendi? Kwa nini unakuja kwangu? Hii mara ngapi? Asnat. Hayo maisha siyataki tena. Na huo mchezo usitaki. Mimi ni sio boya wala sio fala wala wala sio chizi. Unasemaanisha kwamba mimi si mwana unajana. Ni kiti ni mwanaume kamili lakini cha lakini wewe utaniupatia <tutu> nini kwa Nikwambia kitu kimoja, nimesema hayo maisha mwisho, sihitaji hata kidogo. Mimi sio mpumbavu, mimi sio mjinga, mimi ni mwanaume ambaye nina akili timamu na naelewa ninachokifanya. Kukupenda wewe sio sababu na isiwe kosa mimi kunitesa katika maisha yangu. Ukija hapa le, umekuja kwa mwanaume ambaye ninahitaji tendo la ndoa, maanake napoona mwili wako natamani. Sasa natamani niende, ni nipeleke kwa nani? Ni lazima nifanye na wewe Usinletea ujinga, nimekwambia kama mapenzi unipendi na unitaji, basi hiyo hivyo. Lakini mimi kwa huu huo upumbavu na ujinga unaofanya wewe kwangu mimi, nimesema basi na sitaki iwe mwanzo mwishobas sitakaani ikawa mii kila siku nateseka, nagaika usiku na mchana, nakufikiria wewe nateseka, unaniecha ubali, unaniecha ukumu, unaniacha mateso

siku nikija na kuandalia surprise yako nzuri, ambayo itaipenda. O, unanifanya kama mtoto mdogo. Sikufanyi mtoto bana, kwani uniamini. Siku zote umekuja unanitesa unaniacha, lakini mstari yako inakuwa ni mikali sana, inausamag nania nyumba nzuri sana, mama mzuri sana kwa sababu nakupenda, ila kitu kimoja. Kitu gani? Nasubiria ya sapraisi yako, kwa sababu shani yaidi sana kwa wakati huu. Naisubiri vizuri tu, kwa sababu mimi si mwanamke yoyote, na kuamini wewe na kutegemea wu ndio future by future.